Hii sababu ina apply vipi hapa? si hapa si ndo tulipo? kwenye mradi ni mshikemshike mshike wa ziara ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa mkoani Iringa. Unaona, tayari hapo kuna yale mapungufu ambayo wanashindwa mpaka sasa hivi kusema kwamba, kwamba imekuaje. Taarifa hii inaonekana haijaeleweka vizuri, kama kuna vitu anavificha hapa. Hao wanataka kikao hichi kikishakamilika, waendelee kuomba fedha serikalini. Hii ni ziara ya siku tatu kuanzia Machi 16 hadi 18, 2025 ikilenga kukagua miradi ya serikali yenye hoja za ukaguzi ikiongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Halima Mde. Kamati ambayo mimi niko na wenzangu, kazi yetu ni kuja na hoja ambazo, jicho letu, ambao ndio ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambao na wao tumeambatana nao, imetuonyesha kwamba tumepita, tumekagua nyaraka tumekagua miradi tumeona kuna tatizo kwenye eneo kadha wa kadha, na hii ni miradi iliyobainika kuwa na hoja za kikaguzi. Ambapo katika wilaya ya Kilolo, miongoni mwa miradi iliyokaguliwa ni pamoja na mradi wa ujenzi wa shule ya wasichana Lugalo na ujenzi wa kituo cha afya Nyalumbu. Miradi hii ilileta hoja mezani na kujadiliwa ili kupata ufumbuzi. Na hapa kwa ya kamati, mde, kwa niaba ya kamati Mheshimiwa Halima Mdee anatoa maelekezo kwa wilaya hiyo. niaba ya kamati naomba nisome maelekezo kama ifuatayo. Kwanza, kuhusiana na mradi wa ujenzi wa kituo cha afya cha Nyarumbu, afisa masuuli ahakikishe mradi wa ujenzi wa kituo cha afya cha Nyarumbu kinakamilika kabla ya kukamilika kwa mwaka huu wa fedha, ili huduma kamili iweze kutolewa kwa wananchi. Taarifa ya ukamilishaji wa mradi huu iwasilishwe kwa mkaguzi kabla ya 30 Julai elfu mbili na Afisa masuuli hakikisha ya yanaandaa mpango wa matumizi sahihi wa eneo lote la mradi wa kituo cha afya cha Nyalumbu ili kuhakikisha kunakuwa na fursa ya kufanya upanuzi wa kituo pindi itakapohitajika bila kuathiri mpangilio wa majengo jinsi yanavyopaswa kuwa. Mpango huu vilevile uwasilishwe kwa CAG kabla ya tarehe 30 Mei. Tukija kwenye shule yetu hii ya wasichana ya Lugalo, la kwanza, afisa masuuli yaandaye taarifa ya kina na mchanganuo sahihi wa matumizi ya fedha zote zilizotumika katika ujenzi wa shule ya sekondari ya wasichana Lugalo. Lugalo mwendelezo wa ziara hii ni katika halmashauri ya Manispaa Iringa. Mradi wa machinjio ya kisasa Ngelewala ambao awali ulionekana kuwa mfupa mgumu kutafunika ila kwa sasa unafanya kazi. Kupitia ukaguzi uliofanywa na kamati hii, uliibua hoja ya kwa nini mradi mbali na kuanza kutumika lakini haujakamilika, hivyo kutoa maelekezo kwa mkurugenzi wa Manispaa Iringa. Mapendekezo ya kamati katika mradi wa ujenzi wa machinjio Ngelewala, Afisa Masuuli ahakikishe taratibu za kisheria zinafuatwa katika kukata kiasi cha shilingi milioni 18 laki 6 na 53 1761 ambacho kinatokana na ucheleshaji uliofanywa na mkandarasi Ngongo Engineering. Jiari Afisa Masuuli ahakikishe kabla ya tarehe 31 Desemba 2027 mradi wa machinjio uwe umekamilika na dosari zote zilizoainishwa na CAG ziondolewe ili mradi uweze kuleta tija iliyokusudiwa. Hatimaye siku tatu za ukaguzi wa miradi ya serikali yenye hoja za kikaguzi ulifika ukingoni wilayani Mufindi jengo la utawala na nyumba za watumishi ni miradi iliyokaguliwa, huku kamati ikitoa maelekezo kwa afisa masuhuli wa wilaya hiyo kuandaa taarifa kwa kina na kuiwasilisha kwa mkaguzi wa hesabu za serikali CAG inayohusu ujenzi wa kabla ya Juni 30 2025. Mara baada ya ukaguzi wa miradi katika halmashauri tatu za mkoa wa Iringa, ni yapi mapendekezo kwa mkoa wa Iringa? Mheshimiwa Hamisi Kigwangala, mjumbe wa kamati hiyo, kwa niaba ya kamati anayaweka bayana. Sasa ni mapendekezo mahususi kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa. Ofisi ya mkuu wa mkoa ihakikishe inafanya tathmini ya kina na ufuatiliaji wa karibu juu ya utekelezaji wa mradi wa shule ya sekondari ya wasichana Lugalo na kuchukua hatua za haraka pindi inapobainika ukiukwaji wa sheria na taratibu za utekelezaji wa mradi ulikuwepo. Ofisi ya Mkuu wa Mkoa iimarishe usimamizi na kufanya ufuatiliaji wa mara kwa mara kwa miradi yote iliyotekelezwa katika halmashauri zilizopo katika mkoa wa Iringa.